Bani, mambo ni gani tena bana. Kama nilivyokuambia dakika za jioni, ni jioni kwa nini? Ah, nilikuwa nipo busy kidogo, kuna sehemu nilikuwepo, kwa hiyo nikasema siwezi kukosa ndo maana nikuja jioni, ila kwa muda ulivyokuwa umeenda nisingekuja, lakini ilibidi nije, ni nione tukio lilivyo, ni nimekuja kuona tukio ni kubwa. mm. E, kiukweli hii haigwi e, hakika. Sasa hivi nami nataka niwe mzee wa matukio, sasa hivi naona kama yeah. matukio yangu yote. Lakini idea zako hizi <laughs> zote hizo wanachukua kwangu, wanakuja wanaweka wao, kwa hiyo ndo hivyo, ila nimefurahi Yeah. Simu iliita au ndio vile ulikuja tu kwa sababu kwa mshikaji wako? Ah, aliniambia kabla, nahisi toka majuzi aliniambiaga kitambo kuwa na jambo, juzi pia akaniambia bwana, kuwa na kapati kidogo, ningependa uje, nikamwambia fresh, nitakuja lakini leo nimebanwa, muda umeenda kabii, tu nije, nije nishuhudie matukio yalivyo. Watu wameshazoea, wakishaambiwa pati kuna vyakula kuna nini, lakini pati ya, pati ya mshikaji wetu kuna swimming pool, mchawi, lakini swimming, swimming pool bana haikushirikisha vyakula yeah. Yeah, okay. kutoa ushauri kwa, kwa mshikaji ah, ni kitu kizuri. Cha kwanza tu tuseme swimming pool ni kitu kikubwa, cha kwanza m amenisurprise mimi, nimefika nimeangalia mazingira mimi mwenyewe nimeshtuka, nime wapi E, nimeambia mshike basi, picha naangalia picha nasema hapa niko wapi? Kiukweli ni kitu kizuri, hata njaa sina kwao, sina hata haja ya kula sina, sababu mazingira yanaridhisha siunajua. So, kuna muda ukiridhika, hata fikra zingine uwezi kuwa nazo yeah. Nadhani kwamba Jamali kama ulivyodai kwamba alikupa taarifa kabla. Pengine nakwambia hichi kitu chake kinaweza kigharimu shilingi ngapi hapa? Ah, mimi cha kwanza hajaniambia. Nilimuuliza kuna kitu gani? Kwa kutokana tunashirikiana mambo mengi sana. Unaelewa? Nikamwambia ni kitu gani? Akawa ananiambia bwana, wewe subiri, ni surprise. Hmm. Siwezi nikakwambia, ila jua ni kitu kikubwa. Njoo. Ah, mimi namkubali kwa vitu vikubwa, ningesema fresh, nitakuja. Tushakuwa, yeah. Yeah. Bwana producer wa muda kidogo, yeah. Nadhani mpaka sasa hivi jina limeshakuwa kubwa kidogo, hem, kuna wewe na Toru hivi. Kwa nini we nyinyi wawili? Na tunajua kabisa hapa ndani wapo nyinyi, yani kwa, kwa, kwa watu wenye kazi zako mpo wengi, na kwake kwa Toru ni wengi. Kwa nini we nyinyi wawili? Kikubwa ni kujituma, unajua na kujua tunachokifanya ni nini. Unajua ukijua unachokifanya ni nini au malengo yako ni yapi, ni lazima kuna vitu vingi utavifanya vya kitofauti. Eh, tofauti na mtu anayefanya fanya tu. Hajua, hana malengo, yeye bora ale basi. Lakini sisi tunashucha ya mbali. Tunatamani kufika mbali. Kwa hiyo lazima tufanye vitu vikubwa muda wote. Ndio maana mimi kuni compare hawawezi. Hawawezi. Mimi naongeaga. Mimi hata nikae miezi mitano, miezi sita sifanye kazi hakuna nyimbo itakao hit hata moja mm. Sijui unaelewa, kwa sababu najiamini na naamini sana katika mimi mm. Sijui unaelewa. Nikija niko pale pale sitikisiki, unaelewa eh? Kwa hiyo ndo kama hivyo. Sawa. Mara nyingi ukikaa na wasanii wako kama hivi mkiwa studio, pengine huaga mnashauriana vitu gani sana? Ah, mimi sana sana mi huaga na washauri vitu vingi kuhusiana na maendeleo ya kazi sanaa, kubadilika pia kuwapa mashabiki kitu kizuri, na kuna baadhi yao wanatekeleza, kuna wengine wanapouza okay. E, waliopuuza ndio wale ambao mnasikia kesho hayupo kwenye game, sijui naelewa okay. Lakini mimi ni mtu ambaye natoa ushauri mwingi sana, kutokana mziki wetu tunaupenda, tunataka ufike mbali, kwa hiyo kuna vitu vingi tunavyo wajiendeleze nao pia hmm. Bana pia, nawe ni msanii producer ambaye ulipata nafasi aidha fursa ya Belamimu kwa kupita, yani alipitia studio kwako na akaenda moja kwa moja hmm. Hivi hichi kitu alisikia sifa zako kuanzia wapi? Ah, mimi sijui, sijui sikuwahi kuzungumza naye sikuwahi ku, si, sijuani naye hmm. Lakini walivyofika <laughs> walinitafuta kwa mimi niambia, bwana, tunataka tuje tufanye kazi kutokana mazingira ya hapa yanaridhisha na yana kuna security, hata hivyo wewe ndo producer mkubwa hapa, lazima tukija kwako lazima heshima pia itakuwepo kuliko kwenda kwenye vichochoro, sielewelewa hey. Eh, walikuja pamoja na Unox e, mtu mlikaa chini nyawili? na iwe Unox, ah ni ndugu yangu, sio unajua? um, sisi watu wa production si ma producer uwaga tubaguani kama wa, wasanii wasanii wana matabaka, lakini sisi ma producer, producer mwenzangu akija studioni kwangu ni kama kwake. Kwa hiyo uwaga tunaishi kifamilia zaidi, uwaga tunakumbatiana tofauti na wasanii wenyewe, wasanii wana yani wanabaguana, sijua unaelewa, wanawekeana yani wana, mataba, wana matabaka. Sasa sisi hatunage matabaka sisi wote uwaga tupo kwa pamoja. We, kwa... kuna ile idea sasa, alifanya kufika akacheki ofisi yako, kitu gani cha kwanza alianza kuichezea chezea? Mwanangu, kuna hii app ukitumia hii hapa unyama sana. Aa, unajua mimi bwana, mimi ni, ni producer ambao nawekeza sana kwenye kazi yangu, ee, sana. Ee, nina vitu vingi, natumia vitu vingi sana. Nina vitu vingi ambavyo wanavyo maproducer wakubwa hawa, hata vingine hawana kutokana eh. Mimi ni mtu sana anafanya research nyingi sana hata nikija nikafungua kompyuta yangu ina vitu kibao ambavyo watu wengine waweza kadhania, eh. Kwa hiyo jamaa anaweza kuwa navyo, lakini vitu vyote ambavyo labda maproduza wengine wanavitafuta, kila siku wanavitafuta, mimi ni navyo. Unaelewa? Kwa namna watu, watu wanaweza kusema kwamba, mm, Speed Beat sasa hivi yeye na zombie kama wana hivi, eh, kama wana kutokana njia ni, zile zile, akili ni ile ile. Si idea, mm. Eh, future ni ile ile. Fikra ni zile zile. Kwa lazima watu compare. Eh. Nakubali. Kitu, eh, <laughs> right. Eh. Na kitu swaga eh, ni zile zile. Kwa hiyo lazima watu compare, ni lazima. Eh. Sasa hivi Diki ushakumpa nyimbo moja bure kama ofa. Ah, Diki akashafanya nyimbo nyingi sana. Kwanza nikisema hata kitambo mm. Diki nimefanya naye kazi kitambo, kwa hiyo ni familia yangu pia. <totit> Eh eh. Ni familia yangu, kwa hiyo kuna muda tunafanya, kuna muda nakosea bwana. Ah, kwa kazi ngumu hii. Hii kazi bila chochote hivi haina budi hata mimi pia kumsaidia kwao ndo kama hivyo. Abana la kumalizia kutokana na hichi amekifanya leo ndugu yetu Dikireli, na pia kutokana na, na, na, na uitisho na wako hapa kwake. Mm -hmm. Pengine unaweza ukazungumzia nini? ah, mimi ambacho naweza nikazungumzia ah, ni mpongeze kwanza, na tena akisema alete matukio manne mm -hmm. makubwa kama haya ashikiki ah, ah, ah, tunafika mbali ya tunafika mbali mm -hmm. kiukweli. Eh, kwa ubunifu huu hmm. akaamua pia kutumia mpaka kwenye kazi. Hmm. Ah tunafika mbali. Eh, kuna kuna kauli alisema mmoja mshikaji eti DK Diki sasa hivi maisha yake yamekuwa yaani yamekuwa makubwa. Ina yeah. E, maana amefika stage anaanza kuoga nje. Ya. Oh, yale <laughs> <laughs> kuzungumzia nje unajua kuoga kuoga kuoga, unajua ni magendo. Sawa, kukona, ni kweli. Ni kitu cha siri. Eh. Yeah. Kwa sababu anatumia nini? Magendo, sasa hivi afika level ya kusema kwamba anaoga nje. Sasa hivi ni vitu vya kawaida, unajua kitu kimoja. mm. watu tu ni sijui ni ushamba, sijui ni ukijijini mwingi, lakini hivi vitu anavyofanya ni vitu ambavyo kwa wenzetu ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo ametaka kama kuwatoa ushamba watu, unajua kuna watu ni washamba wa mwisho Mm. Sijui unaelewa, wakikuonaa yani, um, na wakikuona kitu wanashangaa, huyu jamaa kakipataje, huyu jamaa yani ushamba sijui. yeah. Naelewa, kwa hiyo kafanya hivi ili badi kuwatoa watu ushamba bwana, kuwa hata hivyo ambavyo nyie mnavimbia. Mm. Si, tunaweza kufanya vya zaidi. Yaani okay, hivyo vitu ni vya vitu kawaida. Kuna watu wana miliki vitu kibao lakini hawaongei. Ni vitu vya kawaida. Unajua kuna, kuna ushamba ambao waga sio mzuri mtu kufanya fanya. Kama vitu vya kujisifusifu vitu vya kujiongelea, mimi na hichi, mimi na hichi. Uoga ni kitu cha ovyo. Kuna watu wanavyo vitu zaidi, kuna watu wana hela nyingi wanaongelea wana, unaelewa <tipulimu> wamekaa kimya, naelewa kitu labda wana kwa, kwa... Mtazamaji, sijui unaweza kumwambia kitu gani? Mtazamaji wa Masters TV, ah, wa enjoy tu na vipindi. Sema asante sana kwa wewe ambaye tulikuwa na wewe mwanzo mwisho wa hichi kitu ambacho tulikitembeza leo, na kama unavyomwona Speed Beat amekuja kukazia, ina maana kuja na uhakika kwamba bana, ngoja nikamsapoti ndugu yangu, na ndio hivyo umemwona hapa. Mimi seme asante sana, naitwa Alex Ali ishirini na sita bihende, kamera ni una kabaisa.